Once again, ni Ezu Media. Positive Vibe au sio bwana? Kama kawaida yetu tunakutana na wasanii kupiga nao story, au sio? Mambo mengi sana yanayohusu sanaa na wanasanaa wenyewe, muziki na wanamuziki wenyewe. Hii ni Ezu Media, jina langu ni Ndaki William, fanya kunimada IG kwa maana Instagram kama Ndaki William, lakini pia utakomentisha zaidi kama utasubscribe, uka like, uka share, alafu uka comment utakomentisha kinoma noma. Kwa la msingi nione comment yako hapo chini. Nyuma kamera yupo director Devi, lakini pia ni kwa udhamini wa most decoration, ndio tunatisha nayo. Leo nipo na Henry unamjua mmoja kati ya waandishi wanaofanya vizuri zaidi, uh, ukizungumzia kwenye tasnia ya muziki. Sasa mimi nisiongee sana, twende tukapate mengi kutoka kwa Henry Paul. Zawadi gani ninunue nikulete, e Mungu, maneno gani nitumie kukushukuru uh -uh. Nimeacha yote nyuma, nimekuja mzima mzima, nimekuja kusema asante. Cha kulipa ya sina yale umenitendea, nabakia kusema nabakia kusema, nisichojua sema, nakosa maneno ya kufaa. Moyoni najua sina cha kukupa, naleta asante. ya yeah, Henry Paul bwana ni moja kati wa sanii ambao mnafanya vizuri kwenye game hii hasa ya, ya, ya, ya gospel. Kwanza bwana Yesu asifiwe. Amina, bwana Yesu asifiwe. Amina kabisa mtumishi na uzima. Ah, uzima ni mwingine <laughs> <pamoja> na amani ya bwana iko pamoja nami. Oh, noma sana. Sasa back to business. Umekua ukifanya gospel lakini pia umekuwa ukiandika ngoma, si ndio? Wewe ni mwandishi <laughs> Yani kuna wakati unafanya kwa siri, lakini nimewahi kuuliza mara kwa mara kwamba hii, mbona nani kaandika, nani kaandika? Unajua kuna watu wanapenda kurudisha shukrani nyuma. Hebu tu leo tutolee utata, ni kweli umekuwa ukiandika pia ngoma ambazo watu wamekuwa ukifanya na zinafanya na, na, vizuri? Kimsingi sidhani, si kama ningeweza kulizungumzia hilo, lakini kwa sababu umeuliza, nitazungumza kwa sehemu yangu. Huwa mimi nafanya kama sehemu ya vibe yangu ya studio, so, studio so nikiwepo studio kwa sababu studio, tuna share ikitokea ni mef... mziki, mziki, mziki ni kitu ambacho kipo kwa kama ni tafili melody na maneno si ndo haya haya ambayo yanatumika mtaani kila siku tunayasikia. Hmm, okay. Basi na share chochote ambacho nacho hivyo tu sawa. Yeah. Tukirudi kwenye gospel. Hebu niambie unapata urahisi kiasi gani unapoimba gospel na kwa nini umeamua kuimba mziki wa gospel? A, kimsingi mziki wa gospel sio rahisi kama ambavyo unaweza ka, kama ulivyouliza ni mziki mgumu sana kufanya Yani, ni mziki mgumu sana kufanya kwa sababu inategemea na, na, na aina ya gospel ambayo unaifanya. Kwa mziki ambao unaofanya mimi, ni mgumu kwa sababu kwanza lazima niwe na, na content ambazo naziandaa nikiwa na maana kwamba nina ujumbe fulani nataka niimbe, na sitachukua direct maneno kutoka kwenye Biblia umeona, kwa sababu mimi kitu ambacho nakifanya kwenye mziki wangu wa gospel, ni, ni ku, ni ku, ni kuwavuta wale wote ambao wanamwamini Mungu, haijalishi dini gani ambayo anayo pamoja na kwamba mimi ni Mkristo, sawa kwao, ninachokifanya kwa sababu mimi nahubiri kama ilivyoandikwa. Mimi ni kijana nilipewa nguvu, ninazo nguvu kwao, natakiwa nipeleke neno, lakini pia natakiwa niwe mvuvi mzuri kwao, najaribu kuwaambia wote ambao wapo kanisani na wale ambao wako nje ya kanisa waweze kujua kile ambacho nakiongelea juu ya Mungu ambaye namwimbia kyo naniua muda mgumu sana. Nachukua muda mrefu sana kufikiria niimbe kitu gani, nifanye kitu gani. Ndio maana utakuta kuna complication nyingi sana mule ndani kwenye nyimbo. Utachukua shairi hili, utaona kwamba ile inawafaa watu fulani wa mtaani waje huku, utachukua melodi fulani ambayo inawafaa watu fulani waje huku, utawaimbia wakanisani kwao. Ni vitu vingi nahisi ni mziki mgumu sana, lakini kwa sababu nimechagua kufanya, kwangu ni rahisi kufanya. Kwa nini unauita mgumu? Ni kwa sababu wenyewe unahusisha, una sana masuala ya live, masuala ya vyombo, upigaji wa live, au kuna namna nyingine, kuna kuna sinto farm. Kuna kaugumu fulani kwenye gospel ah? Gospel ina ugumu kwa maana kwa maana kwa maana moja au nyingine, kutokana na mazingira. Cha kwanza sio mazingira ya simiu, no, sio mazingira ya simiu. Tukizungumzia kuhusu wapiga vyombo, ni wengi sana unaweza ukachukua mpiga chombo chochote ambayo uko mtaani ukampeleka studio na akapiga na akafanya vizuri sawa. Lakini nikizungumzia ugumu mimi wa huu muziki ambao unaofanya nazungumzia, cha kwanza content, hicho ni cha kwanza. Cha pili mapokeo ya huu muziki ambao unaofanya, kwa sababu natamani uwafikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo lazima ufikirie ni kitu gani ambacho niweke humu ili kiweze kufika huko ambako unahitaji kifike. Huo ndio ugumu ambao unapitia una, una kwenye muziki wa gospel. Nahisi ni tofauti na aina nyingine za muziki. Vipi kwenye maproducer ni very flexible kufanya kwa maana ya kuproduce vizuri, au na penyewe unapitia changamoto uh, unaenda na idea studio, wage iko hivyo? Na mziki huwezi, mziki ni kitu kikubwa sana, huwezi kukimaliza peke yako. So, sio mimi wala sio producer. Mimi nikiwa na, na, nina idea yangu kichwani naenda nayo studio na mmezesha producer nikiwa na maana nikiimba atakuwa na field beat yake lakini kama kuna kitu ambacho mimi nakifeel lazima na yeye nimshirikishe tuweze kupata kitu kizuri. Mm-hmm. Ko, wako flexible na mara nyingi wao tunafanyaga vizuri sana. Okay. Yeah, sure. Ukiangalia wasanii wa gospel hapa siniyo. Do they fit au kuna mahala wana wanapwaya? Ah, kimsingi gospel ni muziki ambao uwezi ukajaji mtu mmoja mmoja kwa sababu kila mtu anashushiwa kwa nafasi yake. Yaani mimi siwezi nikasema do they fit or not kwa sababu kila mtu anaimba kile ambacho anafili kuimba na kila mtu anapewa kwa namna yake, sawa. Kwa hiyo gospel ni mziki ambao ni mgumu kujaji, kwa sababu kila mtu anamwambia Mungu Mungu. Huwezi kujaji mambo ya Mungu kwamba bana, huyu anaimba vibaya au itakuwa afanye mziki fulani, inategemea na malengo ya mtu binafsi. Kwa mimi kwangu, wanafiti vizuri kabisa na wanafanya poa kwa siku yenu, kutokana na namna ambavyo wao wameamua kufanya mziki wao hivi hivi hivi. Mziki wa gospel unaweza kuwa mziki wa biashara? Yeah, sure. Ukifanya kama biashara, unakuwa biashara hapa naufanya wu... ah, kama, hmm. <laughs> kama ah, mi na kama... ni mwimbaji wa gospel music, ministry ni huduma kwangu, sawa, kwangu ni huduma lakini wa madhabauni atakula madhabauni yeye, imeandikwa, si ndio? Sasa kama mziki wa gospel ambao unaufanya unaweza kunipatia pesa, kwa nini nisiweke kwenye nani, kwenye, kwenye swala la biashara pia? okay. Sawa, hicho ndio kitu ambacho najiuliza. Hicho ni kitu ambacho najiuliza. Kwa sababu gani nasema hivyo? kama tunapeleka sadaka madhabauni ili mchungaji aweze kupata, maanake ile huduma yake inampatia nini? inampatia chakula pia chakole, yes. Sawa, sasa mimi nikiweka wimbo YouTube, nikilipwa, ile ndo sadaka yangu. Sawa. huduma ya kwake Joel Lwaga imezua mijadala mingi, baada ya kuona baada ya walokole wengi kuona kama Yesu hajatajwa kwa uzito wake na nini, na wewe ni moja kati ya watu ambao nyimbo zako hutaki kuainisha moja kwa moja kwamba mtu atoke dini fulani aende dini fulani, lakini you praise God, kwa maana unamsifu na kumwabudu Mungu, si ndio? Yeah. unapata ugumu gani kwenye mapokeo ya watu kwenye ngoma zako? Mimi nishasema nisha awali, kimsingi kila mtu ana malengo yake katika kumsifu Mungu. Mimi nikiwa nikiwa studio nawazaga nje kidogo sawa, namtaja Yesu, si ndio? Yesu mimi namwamini, si ndio? namwamini Yesu Kristo ni Mwokozi naamini hivyo kabisa, wala sina kipingamizi chochote. mm. Lakini mimi nasimamia kwenye lengo kama kijana kama nilivyoagizwa kwenye Biblia, sawa. mm. Ninazo nguvu, natakiwa nipeleke Injili. mm. Niweze kuwavua, kuwavua watu wengi waje huku ambako yesu anatambulika. mm. Nikimtaja yesu na msifu yesu. mm. Mnamfahamu yesu tayari, ambao nawatajia yesu. Nitawapataje wale ambao nawahitaji waje nao wamfahamu yesu, sindio? mm. Lengo langu nuliko hapo, lazima niimbe vitu ambavyo nao vinawakomvisi kusikiliza kile ambacho nakiimba Sio kila mtu anaamini hicho. Wewe unapata ugumu gani unapofuatwa na msanii wa Bongo Flava, kwamba naomba tufanye kolabu. Hii kwako unaichukuliaje? na mara kwa mara nimeona pia kuna kolabu yako hata wewe na Somanda pia kwenye ile hardcore. Wewe unapata ugumu gani yaani, au ni rahisi kiasi gani? au ni very, ni simple, to fresh. Mtu anakufuata, yeye anafanya, anafanya secular, anataka mfanye naye ngoma. Inakuwaje hapo? Ah, cha kwanza mimi kwangu kufanya kufanya kufanya collab na msanii wa Bongo Flava, kitu cha kwanza kabisa ambacho akinisumbui <laughs> ni kufanya collab nao, hicho ndo kitu ambacho hakinisumbui kabisa. Yani kwangu yani ni simple kabisa kufanya, ila kitu ambacho nazingatia ni content, yani isitoke kwenye mstari ambao, mimi na misingi ambayo mimi nimejiwekea na Mungu wangu, sio nipata yani. Kwa hiyo ukinifuata una collab na yani, Bongo Flava nitakupa misingi ambayo mimi naiamini, kama tutaweza kwenda tutafanya. Very simple utafanya, sidhani kama utanipa wimbo ambao hauendani na mazingira ambayo unafanya na mimi nikakubalia nifanye huo mziki, haitawezekana. Kwa hiyo kwangu ni rahisi, ni rahisi kabisa kufanya nao, lakini nazingatia, nazingatia misingi na taratibu zangu na aina ya mziki ambao unaofanya, kwa sababu sawa, mimi sina, sina nafasi ya kumjaji mtu. Mwenye nafasi ya kumjaji mtu ni Mungu mwenyewe. Mimi sio mwema na sijakamilika kwa kiwango kikubwa mpaka nianze kuseto sahivi niseme Bongo Flava, hapana, haiwezekani. Sawa. Msanii gani wa Bongo Flava ambao unamkubali? Najua wako wengi. Eh, lakini kwa kuwa, moja mkubali, so mbaya, o, yeah. Yani, kwa kwa tunanili. Kuna mmoja unamkubali sio mbayo akatutajia vipi? Bongo Flava. Yeah. Yaani kwa hapa sinio? Hapana. Mimi nimekupa sasa kwa Tanzania nzima. Sasa frant tufanye hivi, nitajia kwa Tanzania mmoja na kwa hapa sinio mmoja. Afu tutahamia kwenye gospel pia. Ah, kimsingi sipatagi muda mwingi wa kusikiliza nyimbo za za Bongo Flava sing. Yes. See haimaanishi kumkubali mtu ndio unamsikiliza sana. Ah mm. Uh ah. -huh. Wewe ndio unamkubali kwa lifestyle, wewe ndio unamkubali kwa namna anavyoimba, anavyoandika. Uh, by the way, umewahi kuandika hizo nyimbo pia before. Wewe niambie, tunafikiri namkubali mtu fulani. Haimaanishi sio kwamba unamkubali kwa sababu ya aina ya content anayoifanya, hapana. Unakubali, unaweza ukakubali vitu vingi kutoka kwake. Ah kwa namna ya ya, ya, muziki na namna ambavyo yes, inavyofanyika. Mimi waga nasikilizaga nyimbo nyingi sana za Bongo Flava nyingi sana yani, ikinivutia huwa nasikiliza, ikiwa na content ambayo mimi na, na ina, ina nipendezea huwa nasikiliza. Sio content zote ambazo waga nazisikiliza kutoka kwa msanii mmoja au wasanii wote no, kuna nyimbo ambazo zikiimo na nasikiliza, yeye nasikiliza yeye nasikiliza yeye nasikiliza, nyingine sisikilizi kabisa, kwa sababu ya namna ya muziki. Mimi najifunza pia kutoka kwa Bongo Flava, wapo ambao wanafanya vizuri sana, ambao nawasikiliza akina Lekiba, mm -hmm. you know mmoja Arkiba. Arkiba nasikia ana content nzuri clean. Zinakuwa ni clean content okay. Sawa. na kwa hapa nyumbani simiu, kwa hapa nyumbani simiu, simiu wapo wengi sana ambao wanafanya vizuri muziki wao yani wanajitahidi, wanafanya poa poa poa sana, so nawasikiliza. Nawasikiliza wote. <laughs> <Wasikiliza> wote. Basi ndio wanaokubali wote nawasikiliza. Kuna yangu muziki. Okay. Uh, Henry, uh, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya muziki professional kama ulivyosema. Okay. Very professional na bahati nzuri upo kwenye ministry ya, ya inao deal na muziki tu wa gospel. Uh, kuna namna ukiwaangalia unaojua kabisa huyu hata siku nikimvuta kwenye gospel. Kwa sababu sio nyinyi tu wasanii wa gospel mshirikishwe na watu wa Bongo Flava. Kuna siku nyinyi watu wa gospel mtawashirikisha watu wa Bongo Flava. If that it is, unaweza kumshirikisha nani? Ah, uh, mimi kimsingi nimeshirikisha ni wengi. Nimeshirikisha nimeshirikishwa na wasanii wengi sana. Wewe kuwashirikisha? Mimi kuwashirikisha, wapo ambao nimewashirikisha. Namna ambapo ambapo anaweza kuifikisha mada ambayo nimeiandaa yeah. Kwa ile, ile, ile, ile sample inakuwa ni nzuri zaidi kwamba huyu anaweza kunifikishia mada yangu ambayo nimeiandaa kutokana na experience ambayo tumekuwa wote studio. Lakini haina maana kwamba wengine si wakubali. Hapana. Yadano, kujenga no, <laughs> kujenga naogopa no, sio sio hivyo ni babu, ni project ambazo bado zipo jikoni, zipo, zipo jikoni hazijatoka, hakuna haja kwa address hapa okay. Ila kitu ambacho naweza nikakizungumza, napenda spiriti yao yaupambanaji okay. Yani wanapambana yani kupambana, nikiwa na maana gani? Wana ile spiriti ya kila mtu anataka kwa namna yake afike mahali ambapo anatarajia kufika. Wa watu watu wa gospel mnasifika sana kwa kuimba live kuimba live, unafikiri tufanye nini, aibu iliyotukuta Trace award isitukute tena? Kwa sababu ne ni wadau ambao mnasifika sana kwa kuimba live ah. Okay. Ah, kwenye kuhusu kwenye live performance sawa, na kitu ambacho kimetokea Trace, niliona ile show show, kimsingi ilikuwa nzuri, nahisi sound, lakini pia ni maandalizi tu mabovu, ila wale wana uwezo mzuri wa kuimba live kwa sababu sio sio kwamba ni show ya kwanza ndio wameanza kuimba live. Ukitazama huko nyuma mbona wana, wana, wana, wanafanyaga live na wanafanya vizuri sana. Nahisi tu ni maandalizi alikuwa ni mabovu. Kwa hiyo waendelee kukazia tu hapo kwenye mazoezi. Next time watafanya poa zaidi. Mimi sioni chochote ambacho kinafaa kuongezeka pale. Kila mtu ana uwezo wake. Hata mkifika live wote hamtaimba sawa. Umeona? Lazima kuna mtu ambaye ataperform tu vizuri zaidi ya wengine hata kama unakuwa na uwezo mkubwa kiasi gani. Kwa hiyo ni maandalizi tu alikuwa mabovu ndio maana lakini wale wote ni ni hatari sana kwenye kuimba live kwa nafasi zao, wanaimba vizuri sana. yeah, sure. Mm. Muziki umekuvujisha jasho kiasi gani? Ah, nikizungumzia mziki kunivujisha jasho mi, mziki siudai. mm. <laughs> siudai chochote, kwa maana ya kwamba sijainvesti kiwango kikubwa cha kwamba nimepata hasara kwenye huu mziki mpaka nianze kudai wambo nilipe. No, kwanza mi mziki kwanza kuanza kuhisi kwamba naweza nikaufanya kama biashara, ilikuwa ni too late sana, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya tu kama ministry, sawa, kama huduma. Kwa hiyo nikizungumzia swala la jasho hapana, hujanivunjia jasho jingi kwa kiwango hicho, inawezekana yeah, cool. ni asilimia ishirini. ah, okay. haukudai wala nini yani. Na, mziki mimi siudai wenyewe, inawezekana ukawa unanidai pesa nyingi za kuinvesti kutokana mm. na nyimbo ambazo nazi naziimba, nyimbo naziimba, lakini kama hata ukitazama, ukitazama tu mm. jinsi ambavyo naachia na, na nyimbo na namna ambavyo viko YouTube utakuta tu nyimbo zipo na lyrics tu just normal, na video siji mbili, sio naelewa. mm. eh hey, unakuta ni video lyrics hivyo. Sasa hebu utuambie jambo, utaendelea kufanya hivyo au sasa utawekeza kwenye muziki? Swali zuri sana. Biashara yoyote ambayo unaifanya, kwa sababu nimesema hii ni moja kati ya biashara mm. zangu, wa madhabahuni atakula madhabahuni. Naomba unielewe vizuri hapo, wa madhabahuni atakula madhabahuni mm. kwa sababu hii ni biashara hakuna biashara ambayo unatumia una, una mtaji mdogo alafu unani utafakari kuvuna vikubwa. Ukiwa msanii, yaani ukishasema mimi ni msanii, unatangaza umetangaza biashara ya watu hapo. Kuna watu wanakutazama, kuna DJs wanakuangalia kuna presenters wanakuangalia distributors wanakuangalia promoters wanakuangalia sawa. Yani vitu ni vingi sana, hata vingine uwezi ukazungumza. Kuna wana, madance wanakuangalia, videographers, studio session wanakuangalia. Mona mda mwingine hata hata hata kupata airtime pia inahitaji pesa, sawa, transport. hmm. nakuangalia zewe unavyo unavyo look pia. Mona unajidress vipi, unapia vipi mbele ya kamera, bado hizo ni pesa ambazo zinahitajika. Kwa ili, ili uweze kuwini huo mziki ambao unataka inatakiwa uangalie hao watu wote kwanza kabla bado hujaangalia mziki wako na kulipa nini. Ili uweze kuwalipa kwanza hao. Na inawezekana pia usikulipe kwa wakati huo ambao unahitaji. Kwa maana yake ni kujisacrifice cha kwanza, cha pili ni kuinvest kubwa nguvu kubwa na kutokukata tamaa. Hiyo ndio positive, positive vibe ya kwanza. Alafu mashabiki ndio watakuja baadaye kwa sababu mashabiki unatakiwa wafikie kwa pesa pia. How do you manage your time kufanya muziki lakini pia kufanya majukumu yako mengine ya, ya kazi? Yo, da yani, ni kitu kwa sababu muziki mm, sio kazi yangu <laughs> muziki sio kazi yangu, yani muziki ni talent ambayo ninayo. Sawa, talenti inaendana na passion, yani hicho kitu, hata kama nikisema kwamba niskipe muda, bado kitanidai muda. Kwa hiyo haijalishi ratiba ni ngumu kwa kiwango gani au inanibana kwa kiasi gani, muziki lazima uwepo pale hata kwa masaa mawili matatu, e, lazima nifanye. Hata nikifanikiwa kwenda studio kwa mara moja, nikafanya vesi moja, kesho nitamalizia nyingine kwa sababu ya muda, lakini lazima nifanye kwa sababu so, ni kitu ambacho so, ku manage time ipo, japo inaniumiza, inanibana, lakini uh, kwa sababu ni muziki tayari upo, basi inakuwa hakuna namna. Wasanii wa gospel wanaofanya vizuri, nitaja hata wawili wa kiume alafu wawili wa kike, kitaifa kitaifa. Nitaanza na wa kike mm-hmm. Wa kike my favorite kabisa kabisa kabisa ni Angel Benard. Ya, Angel Benard kwangu mimi yani ni bora sana nyimbo yake, ah, bora kabisa ambao naikubali ah. ana nyimbo nyingi sana hata sijui nitaje ipi ambao naishi na, na, na ambao <laughs> okay. Inaweza ikapewa kwa sababu sawa, ah, wa pili, wa pili ni Bella Kombo okay. Anakuja na vizuri na anaimba vizuri sana. Yaani yeah, napenda yeah. Mimi napenda napenda napenda lifestyle yake. Cha kwanza, cha pili napenda vile ambavyo hasumbuliwi kabisa na maneno ambayo yanamzunguka. Yeye ya, ana focus na na huyo Mungu ambaye amemweka pale. Hiyo okay. Ndio kitu napenda. Hmm. Napenda, napenda namna hiyo style ya hayo maisha mimi napenda sana. Yeah, sure. Okay, yani kwa, no matter what you are yeah. You are talking about mimi nimeamua kufanya hivi fresh kwa sababu Bella Kombo ni mmoja kati ya wasanii ambao yeah, wa gospel ambao ndo kwanza wana tatuu nyingi. Au yeah, sure. Hmm ni msanii ambaye ana tatuu <laughs> <laughs> lakini ile sasa ni back in days, yeah, sawa, ni maisha yake ambayo ya nyuma ameapa ame, ame nafasi kwamba yalishaishi sasa, afanyeje sasa I, unajua historia huwa haziishi, anazifutaga Mungu tu, sisi binadamu huwa tunaamka nazo. Sawa, mtu akichange akija leo hivi ah, huyu alikuwaga mwizi, ni, vile, vile, ni vile, vile tu, yani story kwa story zipo kama tatuu ni yake of course, Like. Yeah, <laughs> Sawa. Kwa kiume? Ah, Paulo. <laughs> Kwa Clementi anafanya poa sana. Yani, ni mwandishi mkali sana. Sijajua kama ushe kupata engo, engo, engo zake za uandishi au kwa sababu mm, unaonaga live performance. Ila... Ah, Mungu ameweka kitu kikubwa sana wapo ana ana uvuvio wa hali ya juu sana wa pili mimi kwangu ni Ambwene <gulia> Ambwene Masonge napenda He's a storyteller. napenda the way ambapo ana ana ana anatusimulia tu, zile, zile, zile simulizi zake ana hadithi fulani nzuri sana za kuvutia akikuelezea mpaka unakaa chini unavuta una atasema naam hii kitu ipo eh? hey, ipo ipo kweli ana maelezo mengi mazuri ambayo anaweza anaweza akakuvuta akasema, mimi mm, bado nataka kufanya kitu fulani kwenye mziki. anafanya sana kama ilivyo wewe ambavyo unasema sasa hivi umeamua kuifanya kama kazi sasa, yeah. Kwa sababu ni passion yako, kwenye moja kati ya wasanii ambao anaifanya kama kazi mm. Siwezi kumwacha Joel Lwaga yeah. Anaifanya mtaalamu wa kuifanya muziki kama, ka, kama kazi yeah. Uh, una kipi cha kujifunza kwake au uh, fresh moja kati ya watu ambao najifunza zaidi kwaona wao ni huyo hapo. Nikisema na kukubali, yani nikisema Paulo haimaanishi Paulo ndo anajifunza zaidi vikuliko, kuliko kuliko yeyote. No. Mimi Joel Lwaga ndo najifunza kwa vitu vingi kuliko msanii yote wa Spanish. Sawa. Kwa maana mm. ya ya game changer. <laughs> Kwangu mimi mm. is a game changer kabisa kabisa kabisa. Yaani Paulo amechange game ya kawaida akaingia kwenye live na mambo ya skills. Yaani ndio utampata kule akina Kavishi akina Zoravo, unaona mm. au utawakuta huko ile. Ukija kwenye kwenye general game changer kabisa na namna ya, ku, ya kuweza kupenetrate, yaani wale ma breakthrough artist ambao wanatafuta njia namna yote waweze kufika mm. Joel Lwaga is the best best. Kwa namna gani? Kwanza anajua anajua anajua anajua range range vuko yake. Cha kwanza cha pili, anajua namna ya kuitumia. Anajua mashabiki wanataka nini. Mashabiki nikizungumza, mashabiki sizungumze watu wa kanisani tu kwa sababu hey, yani ukimba, ukimba gospel ukimsifu Mungu hakuna mtu ambaye ha, ha, ha, ha, hapaswi kwenda kwa Mungu. Hicho Joel anachokifanya ni kitu kizuri sana, yani mimi kwangu, yani positively kabisa yani, kama nina uwezo wa kufanya waku, waku, waku, kama Joel anavyofanya nitafanya kila siku <laughs> Sure. Back to business bwana, watu wanakupataje kwa mitandao ya kijamii? Mimi ni Henry Poul. Henry Poul. Okay. Yani Twitter, Facebook, Instagram, nani wapi huko TikTok, hizo ndo social networks, lakini pia kwenye kwenye kwenye hizi nani platforms za music ni Henry Paul, Audiomack, Tiza, nani wapi huko kingine naza kusahau huko YouTube pia, na sehemu zote ambazo zinapatikana muziki, mdundo.com, mdundo com kote ambapo inapatikana muziki, music library zote ni Henry Paul Unaweza ukatupa ka, kidogo ee, ee, kidogo tu katupa kapera katupa ka, ka, ka kidogo ee, sio mbaya bwana Henry Paul, katubariki bwana sisi vijana wako naitaji upako huo, so mzuri sana. <laughs> <laughs> no, basi fresh bwana hey. Ilikuwa ni good time ya kwangu mimi na Henry Paul, na amezungumza mengi kama ambavyo umekuwa ukimsikia, lakini pia mimi kwa kumalizia, Henry Paul, natamani kujua mwisho kabisa Uh, kwamba what's coming new sasa kwa kuwa umekaa kimya kwa muda mrefu na umekuwa ukifanya right. sio kwa uzito wake, hebu tuambie sasa hivi tutarajie nini kutoka kwako. Uh, ile swali nitegemea utaniuliza mapema sana, mpaka nimemaliza nondo zote na kuja kuniuliza sasa hivi <laughs> anyway, kimsingi mziki wa gospel unakuwa unakuwa sana yaani, ukiona ukiona na, na, na nakwambia, like, subscribe comment <laughs> namaanisha biashara hapo <laughs> yeah. yeah. ningetaka tu usikilize hizo nyimbo, ningekuletea nyumbani usikilize, okay. sindio yeah. Heyo. na nahisi gospel wengi wanafanya hivyo sasa hivi, wanashia linki sana linki zinatembea mno, so, sio kwa maana mbaya, ila lengo ni kufikia mbali zaidi. Nimeanzia huku mbali kabla sijajibu swali lako. Swali lako limeuliza kwamba nimejipangaje kwa ajili ya yeah, next release na kila kitu. Kimsingi nina, nina mpango wa kuachia wimbo mmoja, sijajua ni lini kati ya mwezi huo mwezi ujao, nikaachia wimbo mmoja ya lakini naandalia vitu vizuri sana, naandalia vitu vizuri, watu ambao wananifuatilia kwa ajili ya Mungu wangu. <laughs> So wakae wa, wa, tu kwa nani kwa, kwa, kwa shauku kubwa kuweza kusubiri na, na itakuwa ni mziki mzuri sana ambao kila mtu atasikiliza masikioni mwake na ata, na atafurahia kile ambacho kinaimbwa mule. Sawa, bwana, vitu vizuri vinakuja, mambo mazuri yanakuja. Kutoka hapa Bariadi, mkoa ni Simiu, nilikuwa na muda mzuri sana na Henry Paul, na mimi nikwambie tu bwana, kama bado ya subscribe hapo, kama anavyosema mtu mzima, ni biashara, fanya kusubscribe, comment, like na share, ili uanze kupata taarifa zetu mara ambapo tutakuwa tumeziachia la kwangu, jina ni Ndaki William, nyuma kamera yupo director Devi, lakini pia ni kwa udhamini wa Mwausi Decoration, ndio tunatisha nayo hapa nyumbani Bariadi, Simiu, hebu tupigie hiyo